Hema ya kwanza wakachukua chakula na mavazi dhahabu, wakaenda wakaficha, lakini wakarudi wakaambiana, kile tunachofanya sio chema, tunapaswa kwenda mjini tukapeleka habari njema, maana hivi vitu wanavichukua ni vitu ambavyo huyu mfalme wa shami ali, aliweza kuchukua pale Samaria. Sasa angalia watu hao walio tengwa watu ambaye walikatalika, wameleta baraka, wameleta ukombozi, wameleta suluhisho kwa taifa nzima. Kwa sababu gani? Waliamua kuchukua hatua. Sikiza hii unapokata, unapofanya maamuzi mazuri inamaanisha kwamba unateke riski, unahatarisha au watu walihatarisha, maana walipoenda walikuwa wanajua hata tukienda watatuua, maana wakiona maisha yao hamna faida yeyote kwa sababu ni watu waliotengwa kwa sababu ya ukoma. Lakini wao kufanya maamuzi yanayofaa waliweza kubadilisha maisha yao na wakabadilisha uh, taifa nzima kwa kuleta suluhisho. Kwa hiyo muda wote unapofanya maamuzi italeta faida, italeta faida sio kwako tu, ila hata kwa watu ambao wamekuzunguka watu ambao wamekuzunguka watafaidika, kwa sababu unapochukua hatua, huwezi ukajua ni watu wangapi utagusa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, usijione vile ulivyo, unachopaswa unacho kufanya ni kufanya maamuzi yaliyo mazuri. Ukifanya maamuzi mazuri, itakubadilisha ukifanya maamuzi mabaya pia itakubadilisha katika ubaya, na utawafanya watu ambao wangefaidika nao, wangesaidika nawe, wakakosa kusaidika. Sasa kile utakachokuwa kesho, kile utakachokuwa kesho ni waamuzi ama maamuzi unayoyafanya leo. Maamuzi unayoyafanya leo ndio maisha yako ya kesho, ndio matokeo yako ya kesho. Kwa hiyo unahitaji kuwa mwangalifu sana kwa kile unachokifanya leo. Umeamua kuchukua hatua ipi maishani? Umeamua kufanya nini maishani? Na ndio sababu wakati mwingine ni vizuri kuangalia, ukaangalia historia yako, historia ulikotoka pale nyumbani, ukaangalia hata kama kulikuwa na ugumu wowote ule, ukakata kauli, uamue kufanya maamuzi ya kwamba lazima wewe utaweka historia. Kuna vitu vingine haupasi kuvipitia kwa sababu wazazi walipitia kuna vitu vingine haupaswi kupitia kwa sababu ni, ni pattern ambaye iko, ambaye ipo kwenu, yaani ni mtindo fulani ya kwamba kama ni, kama ni ugonjwa wa, wa, wa pumu, yani asma, unakuta watu ni wagonjwa wanasumbuliwa na asma. Wewe nao usikubali kwa familia kwa, I mean, wewe mmoja katika ile familia ukapitia ule ugonjwa una, unapaswa kufika mahali ukasema ya kwamba ninapaswa kubadilisha. Inakumbuka mtumishi wa Mungu, TD Jakes. Uh, TD Jakes anasema alitoka kwa familia ambao watu ni wanene, watu ni wanene, alafu kuna umri ambao wanafika wanakufa. Babake alikufa kwa umri ambaye ni mchanga. Sasa na yeye TD Jakes wale walimwona wali, TD Jakes ile miaka ya tisini alikuwa mnene sana, so akaangalia unene huu akasema sita sitakuwa na unene kama kama nani kama kama, kama baba. Maana aliona kwamba hii italeta kifo, ita, ita, itafupisha miaka yake, akaamua kubadilisha, na sasa yeye aliishi akapita ule umri ambaye babake aliishi. Sasa kuna maamuzi mengine unayachukua mwenyewe, amna mtu atakusaidia kufanya maamuzi. Fanya maamuzi ya mabadiliko. Amua kubadilisha maisha yako, kwa sababu uamuzi unaochukua leo hii ndio matokeo ya kesho. Uamuzi unaofanya leo hii ndio maisha yako ya kesho. Mwana Ndoto TV, popote unaponitazama, muda ndio huu. Amua kufanya maamuzi yanayofaa leo. Ikiwa unataka kuona ushindi kesho, maamuzi ni sasa. Fanya uamuzi ambao utakuletea mabadiliko, maana kila kila kila kila uamuzi unaofanya ni mabadiliko. Sasa inategemea mabadiliko kwa njia gani? Je, ni mabadiliko kwa mema ama ni mabadiliko kwa ubaya? Sijui kama unanielewa. Unaweza ukaamua kufanya a, maamuzi uamini ya kwamba mema yatakuja, ama ukakosa kuamini ya kwamba utapata mema na kitu moja unapaswa kuangalia ni kwamba, mda wote unapofanya maamuzi, utajikuta kama ni maamuzi mazuri, hautakuwa na mashaka hautakuwa na doubt uta, utakuwa unatazama Ndoto TV. Kama hali ni ngumu, ukombozi wako ni uhuru wako. Itakuwa, itakuwa itakuwa hey, mambo yatakuwa mazuri, maana uamuzi, maamuzi mema na, na mawazo mazuri. Lakini unapofanya maamuzi mabaya, amini usiamini, siku zote utajikuta unakuwa na mawazo mabaya. Baraka za Mungu huwa zinakuja tu punde unapoanza kubadilika. Maana maamuzi unaochukua hubadilisha maisha yako, maamuzi unayoyafanya yanaleta mabadiliko maishani mwako kwa wema ama kwa ubaya, inategemea umefanya maamuzi yapi. Nataka nikuambie hivi, mwana Ndoto TV, hapo naponitazama, napotamatisha ibada hii Hebu leo kata kauli. Joshua akasema ya kwamba, chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia, ila mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Fanya maamuzi. Unapitia nini? Hakuna jambo ambalo aliwezi kubadilika kwa Mungu wetu. Inawezekana na kusihi, kafanye maamuzi yanayofaa. Unapofanya maamuzi yanayofaa basi utakuja kuona ukuu wake Mungu popote unapomtazama. Ninaomba Mungu akajitukuze kwa maisha yako, ninaomba Mungu akakubariki, ninaomba Mungu akaonekane kwa maisha yako, kwa maamuzi unayoyachukua asubuhi ya leo. Tunapoamrisha siku zetu, siku yetu, ningeomba uamini Mungu utamke yako. Kuna watu wengi umejifunga kupitia maneno ya kinywa chako kupitia matamko, nataka umwamini Mungu kuhusu mabadiliko, na utaona ukuu wake Mungu. Ningependa nikuombee tunapotamatisha ibada hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ninajua mambo mema yatakuja. Baba, namwombea mtazamaji wangu, naomba utambariki. Ninatamkia siku yake, itakuwa siku ya baraka, itakuwa siku ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fungua maisha yao wabadilishe, wabariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. E Bwana, ninaomba neema yako itakuwa nyingi maishani mwao. Naomba Bwana Yesu, unaenda kuwabariki kwa kadiri ya utajiri wako katika utukufu. Tenda mema, tenda mambo makubwa katika maisha yao kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna mgonjwa, Baba, ukamponye, gusa kila mioyo, badilisha kila mioyo kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini Amen. Basi Mungu akubariki sana. Naomba ufungue data hapo, wifi. Mungu akubariki sana. Mungu wetu akutendee mema, Mungu wetu akajitukuze kwa maisha yako, neema yake ikawe nyingi kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo living, uh, wa Nazareti. Asante Livingston waso, Mungu akubariki sana ni unie, ubarikiwe sana. Fanyeni maamuzi yanayofaa, na baraka zake Mungu zitakuwa pamoja naye. Unaweza ukatuma sadaka yako, tuma sadaka yako. Aa, naomba j, aa, James andika hapo namba ya sadaka, tuma sadaka yako. Tunapomaliza ibada hii, mwambie Bwana, kwa sadaka hii nafanya maamuzi mema ya kwamba maisha yangu sitakaa kwa matatizo, sitakaa kwa umaskini, nataka nikaone ushindi wako. Kwa, uh, kwa maisha yangu, na utaona ukuu wa Mungu siku zote. Nikwambie mwana wa Mungu, inaanza na wewe, mabadiliko inaanza na wewe. Fanya maamuzi mazuri. Mungu anasema nimeweka mbele yako uh, baraka pamoja na laana, chagua baraka ukaishi. Ina maana kwamba Mungu naye anataka uka, ukafanya maamuzi mazuri ili yakaweze Kukubariki. Mungu akubariki sana. Namba ndio hiyo hapo ya sadaka yako, tuma sadaka yako. Tunapotamatisha ibada hii ya kwanza, tunapojiandaa kwa ibada ya pili, Mungu atakubariki hadi kipindi kijacho. Ni mchungaji wako Peter Njihia. Je, kama ni mara yako ya kwanza, kumbuka kusubscribe kwa channel hii ya Ndoto TV na utabarikiwa siku zote. Mungu atakuinua, Mungu atakubariki. Kumbuka kulai, kumbuka kushare kwa jina la Kristo Yesu nimeomba. Barikiwe sana, tukutane ibada ya pili. Shalom. Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako.